Kwa muda huu mfupi wa dakika tano nilizopewa, kwa ajili ya kuchangia angalau kwa sehemu ndogo, mimi nimesikia kutoka kwa mtoa mada wetu mkuu, dada yangu, dada Mwantuma Hiza, na amesema kwa umahiri mkubwa, mmong'onyoko wa maadili ni kwa sasa, kwa dunia nzima, ni vita ya dunia, ni vita ambayo inapiganwa na mimi ninaona ni maaskari wa vikundi vitatu. Kwanza uh, majeshi haya matatu kwanza, jeshi la kwanza ni jeshi la familia ambalo linahakikisha utamaduni na mila na utamaduni na mila wa kikabila ni strong, ni, ni kuna nguvu kubwa, kama ikiweza kuzingatiwa na tunaweza tukaona kwa mfano kabila la Wamasai leo, wale ambao Wamasai wengi hawajaacha mila zao. Kwa hiyo ukiangalia Wamasai unaweza ukakuta sasa, angalau ukiangalia unaona dalili za watu na utu. Um, kwa kabila la Wamasai unaweza ukaanzia Dar es Salaam mpaka ukafika Mbeya na ukafika Mwanza na kama sio Bukoba, na huwezi kukuta mtu barabarani wa kabila la Kimasai amejifunga rubega ana beg anaomba. Yaani, ukikutana na Masai ombaomba. Sasa mama Maiza amesema ana laki, wewe uje uchukue laki mbili. Tuwapigie wa Masai makofi mengi. Hakuna Masai tapeli, hakuna Masai tapeli hata siku moja. Hakuna Masai ambaye anaongea uongo uongo. a a, ndio ndio, ashe ashe hivyo imeisha na Masai hajui kuongea uongo hata makazini atakwambia ukweli tu, yaani ndivyo alivyo, lakini hawa ni kwenye mila na kwenye familia. Sasa hivi ndio tunapeleka Uislamu Umasaini, ndio tunapeleka Ukristo Umasaini, ni maeneo ya misioni, hawana dini ya kiasi hicho, lakini mila na desturi yao imewapa discipline, maadili ya Afrika kwa kabila ambalo lina maadili ya Kiafrika lililobaki unaweza ukaangalia kwenye kwa Wamasai. Na hii nasema, hiki ni kikosi cha kwanza cha vita hii ya mmomonyoko wa maadili. Kikosi cha pili na jeshi la pili katika kupambana na vita hii ya mmomonyoko wa maadili ni dini, na hapa mimi ni mchungaji, ninawakilisha dini ya Kikristo na mwenzangu uh, shehe kwa dini ya Kiislamu na, na madhehebu mengine na dini nyingine lakini kama viongozi wa dini tunajitahidi kuhubiri, tunajitahidi kufundisha na kujaribu kuonyesha namna gani mwanadamu anapaswa kuwa kwa kadiri tunavyoweza. Kwa hiyo hii nayo inasaidia kwa sehemu fulani. Lakini kikosi cha tatu na ambacho kina nguvu sasa ya vibali na leseni ni serikali ninyi. Hichi ni kikosi cha tatu. Na kikosi hichi cha tatu, Mheshimiwa katibu mkuu, sasa hivi tunapoongea juu ya vita hii ya mmong'onyoko wa maadili tunazungumza wewe ukiwa katibu mkuu wa, wa kikosi hiki na kama uh, mwendesha vita hii ya mmong'onyoko wa maadili. Na ukiangalia kwa haraka, unaweza ukagundua na kuona ya kwamba serikali inayo mamlaka ya kutoa leseni, inayo mamlaka pia ya kuangalia ni nini kinafanyika. Wakitoa ruhusa vibaya, inaweza ikagharimu nchi, lakini pia wakigundua kwamba kuna baadhi ya